wizara inathamini kwa kiasi kikubwa na pengine hatuna maneno ambayo yanaweza yakawa ni toshelezi kueleza ni namna gani tunathamini majukumu yenu kwa kila ranki ya mtu aliyekuwepo mmoja mmoja kwenye majukumu mnayoyafanya. Kwa msingi huo, la kwangu mimi la msingi zaidi, pamoja na kufahamiana na kujua nini mnafanya, ni kuja kutiana ari, kupeana motisha pamoja na changamoto na majukumu mazito ambayo tuko nayo kama chombo, lakini mfahamu, serikali inathamini kazi njema ambayo mnaifanya, na kama ambavyo tumekuwa mashuhuda, serikali itaendelea kadri rasilimali fedha na rasilimali watu zitakavyoruhusu kuendeleza na kuimarisha jeshi letu. Nadhani sote ni mashahidi, serikali imeendelea kutuongezea rasilimali watu ni kweli tumepata fursa ya kutembelea baadhi ya miradi mimi. Niwe muwazi na mkweli, tumependezwa na namna ambavyo mmeendelea kutekeleza miradi ambayo tumeiona hivi leo. Hongereni sana. Katika zile fuara za mheshimiwa rais, moja ya fuara inatutaka tuwe wabunifu, si ndivyo? Na sisi kama sehemu ya chombo hiki ubunifu nadhani ni sehemu ya majukumu yetu ya weledi wetu, si ndivyo? Katika kukabiliana na changamoto za usalama haibaki tu kile unachofundishwa darasani, lakini nadhani lazima uwe na mbinu za ziada za kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali. Niendelee kuwapongeza kwa ubunifu ambao kamishna wa jeshi la polisi hapa Zanzibar na timu yake, na pia pongezi kwa inspekta jenerali wa polisi ndugu yetu Kamilu Swambura kwa ubunifu ambao mmekuwa nao. Baadhi ya miradi ambayo nimeitembelea leo ni miradi ambayo pengine iliombwa kwa ajili ya kutekeleza mradi fulani wa ukarabati wa nyumba katika eneo fulani, nitolee mfano kule Tunguu, lakini mlikaweza kukaa ndani mkatathmini ya kuona mnawezaje kutumia vizuri zaidi fedha zile tofauti na vile ambazo ziliombewa awali, mkaweza kuja na kutekeleza mradi ya ujenzi wa nyumba bora kwa ajili ya kuwapa staha maaskari wetu. Kwa hiyo miradi mingi tuliyoipitia